Kuna movie fulani tuliangalia, yani yani... ni... tulikuwa tunajaribu kucheza, mama. <laughs> E, yani ni majaribio tu mama, hakuna shida. Ehe, mama, tuachane na haya yote yaliyotokea. Ay, najua pesa zingine umetoa umepeleka kwa mchungaji, lakini nataka nitambue kimebaki kiasi gani, ili hicho kilichobaki basi nipate chochote, ili niweze kununua kiwanja na mimi nitaanza kujenga taratibu taratibu, kama Mungu atanisaidia. Naongea na wewe. Umebakisha shingapi? Sasa, mbona <tip> naongea naye zungumzi chochote? <tip> Lakini nini? <tip> Eh? Lakini nini? Unajua, Sala, haya yote yanayotokea hapa, wewe ndio umeyasababisha. Bila wewe, yote haya singetokea. Wewe kitendo cha kuniona mimi kichana, kuiambia familia yangu kwamba mimi nimechanganyikiwa, nimerogwa, mpaka mamangu anaangaika hivi kuuza maeneo ambayo ametuachia baba yetu, kwa sababu yako wewe Sala. sijui ni kufananishe na nani? Yani najiuliza ni kufananishe na nani yani. Yuda sio Yuda, sijui na usaliti wa aina gani, we ni ushu kinoma, wedemu yaniedyeusho kinoma, sasa nasema hivi, hivi vyote ni nyumba tunayokaa, nyumba ya mama vikiuzwa tu. Oya, mimi nacheza na mshua wako, ile nyumba yenu nami naitafutia sababu nauza, inakuwa titi fotati. Unanijua vizuri, mme wako kwa sababu wewe unaoleta, uenda wazimu, sitakupa talaka tatu, Nitakupiga talaka kumi mfululizo, kwamba sikutaki tena kwenye maisha yangu. Mwenda wazimu. We demu mzuri lakini ni yeyusho kinoma. Yani hii Mungu sijui amenipiga pigo gani? Yani kuna muda Mungu anaweza akakupa uwezo wa kutizama kila kitu, anaweza kukupa uwezo wa kuona kila kinachojiri kwenye hii dunia, lakini asikupe demu ambaye amwelewa hivi. Unajiona nani wewe? Anajiona mobeto kwa, kwa, kwa, kwa zizikii yaani basi unajiona wewe ndo, ndo Zari kwa Diamondi. We nani wewe eh? Oya wee, miisho kinoma. hivi vitu vikiendelea kuharibika hapa ndani kikiendelea kuuzwa kimoja kimoja, I say. Wewe mi nitakutafutia wauni wa kufanya kitu kibaya na kutafutia wauni wa kupiga mtungo wa laki, naongea wewe. Wifi, kuna nini kimetokea? Nambona kaka anaonekana kuwa na hasira kiasi hicho? Wifi, mama ametapeliwa. Ameuza nyumba ya kule chini bondeni na hela zote kampelekea yule mchungaji Clemens Mwandambo alikuwa anajifanya itena mwambia tano. Ina maana kumaule mchungaji amitapeli, hey. Kili yangu sasa imeenda kuisha. Ndekwa ah, Ndekwa pokea simu ah. Alo Ndekwa, nimeumbuka mimi ndugu yako, Zita amefanikiwa kuondoka na mdole. Sijui hata nifanye nini mimi. Ati nini, Sayata? Unamaanisha nini kusema, umeibiwa? Unajua wanawake wewe, ule mdole ukichomolewa, ile sindano kila kitu ulicho kijenga kitaporomoka kama nyumba ya udongo kwenye mafuriko. Ndiekwa, nifanye nini sasa? Zita amekuwa kama chatu, ameingia hadi chumbani kwangu ameuchukua mdoli, nimeshindwa hata kumpokonya, nilikuwa sina chaguo. Tulia, usipaniki hapo nyumbani, utazidi kujiaribia zaidi. Fanya hivi, uje kwangu sasa hivi, tutaweka mambo sawa kabla jua halijazama. Basi sawa, nakuja sasa hivi. Taratibu ya hayo mambo, tusie tukakuvuka tukachomoa hiyo sindano, mambo akaja kutubia si wenyewe, au isifanye kazi kabisa. Mi nadhani peleka kwa wale wazee, pengine wajua jinsi ya wa kutegua mitego ya giza bila maafa yoyote yale. Umesema ukweli Zita, huu mchezo hauhitaji nguvu, bali unahitaji akili. Huu mdoli nitampelekea tano pamoja na wale wazee zama jinsi anavyokimbia kivuli chake mwenyewe, nadhani anajua soko limeshafungwa. Usiwe na wasiwasi Zita, nitahakikisha naufikisha huu mdoli panapohusika tena bila tatizo lolote, na leo ndio mwisho wa utaala wake. <sighs> Lakini ungeelewa tu baba, kwa sababu mama alifanya yote haya kwa ajili ya kupambania afya yako. Mimi wangu hakufanya hayo yote kwa ubaya, yaani alifanya kila kinachohitajika ili tu akili yako ikae sawa mimi wangu. Kaka, ni kweli mama amekosea, lakini unatakiwa utambue kwamba amefanya yote haya kwa ajili ya upendo na hofu ya kukupoteza. Pesa zimepotea, mali zimepotea lakini bado tunaye Mama Nulati. Kwa sasa mdogo wangu, mambo kadi siku yanavyozidi yanaharibika. Mimi nataka nikushauri kama mdogo wangu, umeshachezwa mwali mwali, ina maana umekuwa umevunja ungo, ndo maana ukachezwa mwali. Kinachosubiriwa wewe ni kwenda kuitumikia ndoa yako, kwa hiyo nakushauri tafuta jibaba lenye miraba saba au kumi na mbili ukatumikie ndoa yako. Tafuta mwanaume mwenye akili fupi kama Mandonga. Tafuta mwanaume mpiganaji bondia kama Mandonga, au ikiwezekana awe mwenyewe Mandonga, ukatulie kwenye ndoa yako. Kuhusu mali hizi, sahau kwamba tuna chochote kitu, mambo yamekwisha. Mama sasa hivi anabandika hiki anabandua hiki, mama anauza tu, na hauwezi kung'ang'ania mali walizotengeneza wazazi wako. Inatakiwa ukatafute za kwako kwenye ndoa yako na mumeo. Sisi tushakusha. Mama kashapigwa. Kama utaendelea kuwa king'ang'anizi pale nyumbani kwa mama, basi utakuja kuuzwa wewe.

hata Pilato alimwambia Yesu amechanganyikiwa. Hmm, shoga yangu, siache ya atakukuogopa miaka nenda rudi. Jamani, haya, vipi, unakuja bila taarifa? Hebu nipashe, unaombea gani? Nipashe, nipashike na heshima, niweke ta namba fote ya machozo Nashusha asira ambazo ziko kifuani mwako kwa sababu pigo la nyumba ni dogo kulinganisha na ushindi ambao uko mbele yako. Yale maelezo niliyokupa tayari ameshapatiwa majibu. Usiniambie ndio ule mzimu wa giza serata? Kwa sasa hivi kwamefanini msanda. Subhanallah na Sanda huko aliko, anahaa kuwatafuta, hajue wapati wapi na kuomba tani toka. Naenda kumtafuta Sanda muna nim, ili uweze kwenda kuchukua ufunguo uzima wa ukana na kuomba tafadhali. ya mama, hilo limekusha hapo, umemaliza kila kitu, hilo limekusha. Moja kwa moja natoka hapa, naenda kumfata Sana, lakini umebugi wewe ungemleta hapo ungepuliza tena upepo. Angekuja mpaka hapo. Mke wangu mimi hana shida, yuko fresh. Kwa hiyo mama, hilo limeisha. Okana anamrudisha anakuwa poa, umenielewa? Tuliza pressure. Ila oya, yule mdogo wako ni pisikali, sijawahi kuona mtoto. Meupe mke wangu mweusi, basi wakikutana hata mawazo yao atakuwa na nyeupe na nyeusi. Nitakuwa na maisha dada, nitakuwa na maisha Ghosti, nitakuwa na maisha. Asikwambie mtu kwa hili kwa limeisha. Oya sasa kuna bongo wa mpango umetokea, mama kaja hapa, ngoja nikalimalize. Tulieni tulie hivyo hivyo, mimi naenda kumaliza kila kitu. Niko sawa timamu, mdogo wangu mimi nategemewa hadi na Jesus. Tulia mdomo wangu yeah. limeisha hilo, limeisha. Naenda kumsaidia dada Ghost king'ala wa dunia, ili hata nikija mbinguni na wewe siku moja unaniwekea nafasi, japo Mungu ananijua sana mimi kuliko wewe Nandoma, na ndio maana mimi kanipa upeo mkubwa kuliko wewe na mimi Mungu ananituma kwako kwa ni kusaidia wewe, ili watu wengine nao wapate kukombolewa makombolelo, ah. sasa wazee nitapata wapi katika mji wote huu nawapigia simu zangu hawapokei okay? lakini siwezi kurudi nyuma Sauda niongoze nifike salama Sauda. Sauda. Wasikia, usifanye chochote kile, usijikune, usitikisike. Ukijaribu kufanya hivyo naondoka na kichwa chako. Tafadhali kaka, nambosi ni zuru. Nitakupa kila kitu nachokitaka. Sikia. Nataka simu, pesa na chochote ulichokuwa nacho ni halali yangu. Ah! Yeye ni nini? Nakuomba chukua simu yangu, lakini si usichukue huu mdoli kwa sababu kwako hauna thamani yoyote ile, ila kwangu una thamani kubwa sana, una thamani kubwa sana, <laughs> kubwa sana kwako, hata kwangu pia una thamani kubwa hivyo hivyo, pengine huko kuna dhahabu. Bwana, acha

Ndekwa, sijawahi kupata hofu kiasi hiki. Nimemkuta Zita chumbani kwangu tena akiwa ameushika ule mdoli nimejaribu kumpa maneno ya karaha lakini ameonekana ugopi hata kidogo. Alinitazama machoni na kuniambia mitego yangu itanitafuna mimi mwenyewe. Huyo binti amekuwa na ujasiri huo tangu lini? Haiwezekani, lazima kuna mtu nyuma yake. Mbaya zaidi, nilivyotoka nje nimemkuta yeye na Sandra wakiwa getini, nikapita kama kipofu, sikuweza kuwatazama kwa, kwa aibu. Lakini kinachoniumiza Ule mdoli ukifika kwa watu ambao wanajua siri hii, mimi nawe tutakuwa tumeumbuka. Na kingine, Sandra saizi anasikia kila kitu, naogopa mimi. Basi hatuna muda wa kupoteza kukaa hapa na kulalamika kama wafiwa. Kama umechukua ule mdoli, lazima tukauzime uwezo wake kabla haujatumika. Twende sasa hivi kilingeni ili tukamwite mgangangaza, yeye ndiye anayeweza kufanya utaratibu wa kuufunga ule mdoli pale ulipo hata kama wakiuchoma moto haitasaidia, maana mganga atakuwa ameshafanya yake. Sawa, twende. Ndekwa, moyo wangu hautatulia wa mpaka nitakapojua kuwa ukana resti na kurudi kwenye akili zake. Twende. Sandra, mke wangu, mbona umerudi ukiwa unalia? Kuna shida gani? Na mbona unalia tu? Utaki kuongea chochote? Niweki wazi basi, au umepatwa na ajali? Nimevamiwa am, kuna mume amenivamia, amenitishia na amechukua simu yangu kiwa kitu changu. Inamaana haukujaribu hata kupiga kelele kutafuta msaada? <laughs> na ilikuwa maino gani hapo? Pole sana mpenzi wangu, kikubwa ni uzima, angali uko salama. Au mengine ni ya kutafuta tu, mpenzi. Sawa, lakini mimi nilijaribu hata kumwomba anichajabo kitu kidogo, lakini kuwa na uuma <laughs> kwa mikono mitupu, mume wangu, kila kitu kinaisha. Pole pole sana kipenzi changu. Uh, unajua hapa duniani tunaishi, lakini kikubwa tunachokiangalia huwa ni uzima na uhai, angali bado amekuacha ukiwa salama. Ayo tutaangalia namna ya kufanya mingine, sawa mpenzi? Naona umechoka sana. Hem, tuende ndani ukajaribu kujipoza hata kwa maji ya baridi sawa? Hmm. Mariam, jamani, eh, umekuwa wewe ulikuwepo wapi? <tri> Nilikuwa masomoni. hmm? Mimi najua nyinyi wanafunzi wa chuo huko mnasoma kusudi mje mweze kutusomesha sisi ambao tunakaa mtaani tu hatuna kazi ila mamu umependeza yani, jinsi ulivo na ulivyoondoka hapa vitu vili tofauti. Asante, nimefika hapa nyumbani, simuoni mama, simuoni pachangu, na nimejaribu kuwapigia simu hawapatikani, sijui hmm. watakuwa wapi yani? hivi tunavyozungumza mimi na wewe, familia yenu ipo kwenye matatizo, tena makubwa, wanamuhangaikia kakaako okana, yani Okana huyu, okana huyu chizi kwa sasa chizi ndio, yani hivi tunavyozungumza mda huu, pacha wako, mama wako pamoja na Sandra wapo mtaani wanamtafuta ukana. Yani hapa nyumbani kwenu hapa. Hapa hapapikwi wala hapaliki, wanamuangaikia ukana. Hmm. Mungu wangu. Wow. Unadhani sasa hivi watakuwa wapi? Mimi sijui. Hapo wapi? Labda wewe ujaribu kuenda kwa ifi yako, inawezekana hapo kule Ndo walikuwa wanapiga magoti huu mdoli yani kama Mungu wake. Lazima kutoka kuna kitu cha samani ndani yake, hawezi kalile kitambaa tu hivi hivi. Kulekule, ngoja kwanza <mimu>